Tuelekee taifa jirani la Tanzania, ambapo rais Samia Suluhu Hassan amewaapisha raia ama rasmi wanachama wa tume huru ya uchunguzi wa machafuko yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi uliopita nchini humo. Aidha, tume hiyo imepewa jukumu la kuchunguza kiini cha machafuko hayo pamoja na matamshi ya baadhi ya wanachama wa upinzani yanayodaiwa kuchochea ya vurugu. Na kama anavyotuarifu sasa Emily Chebet, rais Suluhu pia ameielekeza tume hiyo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 tume hiyo imepewa siku 90 kukamilisha uchunguzi wake na kutoa ripoti. Emily Chebet, runinga ya Citizen.